Urahisi wa maisha. Wakazi wanne wa wilaya ya Same wamefikishwa katika mahakama ya hakimu mkazi Moshi jana tarehe ishirini na nane mwezi Machi mwaka elfu mbili na ishirini na tano wakikabiliwa na kesi ya kusafirisha dawa za kulevya aina mirungi zenye uzito wa jumla ya kilogramu mia tano kumi na nane nukta tano saba Watuhumiwa hao ni Mkaza Mbwambo, prosper Lema, Nterindwa Mgalle na Stephanie Mrutu, walisomewa mashtaka yao mbele ya Hakimu Mkazi Mkuu Ally Mkama. Wakili wa Serikali, Julieth Komba, aliwasomea mashtaka kwa nyakati tofauti ambapo alidai kuwa, Machi ishirini na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano watuhumiwa hao walitenda makosa yao katika kijiji cha Rikweni, wilaya ya Same, mkoani Kilimanjaro. Katika mashtaka ilidaiwa kuwa mshtakiwa Nimkaza Mbwambo alikamatwa akisafirisha kilogramu mia moja thelathini na nane nukta tano nane za dawa za kulevya aina mirungi, huku Prosper Lema naye alikamatwa akiwa na kilogramu mia moja kumi na tatu nukta mbili tisa. Pia Nterindwa Mgale alikamatwa akiwa na kilogramu mia moja sitini nukta mbili tano za mirungi, wakati Stefanie Mrutu alikamatwa akisafirisha kilogramu mia moja na sita nukta nne tano za mirungi. Kwa mujibu wa wakili wa serikali, upelelezi wa kesi hizo bado haujakamilika. Kesi hiyo imeahirishwa hadi Aprili kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa kutajwa. Na watuhumiwa wote wamepelekwa mahabusu. Grace Kuni Global TV.